Alhamdulillah, mambo vipi? Nambie, ilikuwa mechi moja nzuri sana. Unajua Azam na Yanga kwangu mimi hmm, ndio mechi ambayo inakuwa bora zaidi katika kalenda ya michezo hmm, ya Ligi Kuu au soka la ndani mwa Tanzania hmm. Ni timu ambazo zimekuwa hazina ushikaji zinapokutana tunaona mechi ambayo inakuwa na intensity hali ya juu, jasho litamwagika, inakuwa hivyo. Ingawa leo kumekuwa na utofauti kidogo, kipindi cha pili kama kilikoja kuwa na usawa fulani, lakini kwenye kipindi cha kwanza Young Africans walidominate mechi, intensity yao ilikuwa kubwa, unaona kabisa kwamba hapa kuna serious business kwa maana ya timu ambayo inahitaji uh, ubingwa, wanahitaji kuendelea kusalia kileleni. Kwa hiyo namna ambavyo alicheza kwenye first half ilikuwa ni kutafuta magoli ya mapema wafunge magoli alafu wamalize mechi kwa sababu Azam ni timu kubwa ambayo inaweza ka react muda wote, inaweza kajibu tofauti. Kwa hiyo wamepiga pressure kwenye first half, dakika za mapema wakafanikiwa uh, kupata mabao mawili ambayo kimsingi yametosha wao kupata ushindi, maana kipindi cha pili Azam simefunga goli, lakini halikutosha kuwafanya uh, wakote alama katika mechi. Mzinga ni, nipe kidogo combination ile ya Chota Chama na Max Nzingeli ilionekana kukuvutia zaidi. Ee bwana ile ile combination uh, unajua kwenye hiyo mechi kulikuwa kuna mataifa mengi sana uwanjani ambayo yamecheza, nilikuwa naziona bendera za mataifa mingi, uh, lakini uh, Max Nzengeli na Clatous Chota Chama niliita combination ya Kasumbalesa. Ni jambo ambalo lilikuja tu from nowhere kwa sababu Zambia ndio timu ambayo anatokea Uh, ndo taifa ambalo anatokea Clotus Chama, lakini uh, Max Nzengeli anatokea DRC na haya mataifa ni mataifa jirani, yaani anapakana na mpaka ambao unatenganisha taifa moja na jingine unaitwa Kasumbalesa. Kwa hiyo Kasumbalesa ndiyo boda ya, ya, ya, ya Zambia na Kongo. Kwa hiyo ndo maana nikasema hii Kasumbalesa combination, lakini kuna nyingine ya Clotus Chota Chama uh, pamoja na Prince Dube hii tunaita Zambezi kwa sababu ni mto mkubwa sana uko kule unapita Zambia, unapita na Zimbabwe, unaitwa Zambezi. Kwa hiyo ni creativity tu, ubunifu ambao wanajaribu kuongeza ili kuleta testi nzuri katika matangazo. Mwalimu mm, yeah, wa Azam FC si leo alikosea wapi? Mpango kazi ambao alianza nao ndio umemfelisha katika mechi hii? Binafsi uh, unataka kusema amekosea wapi, lakini kusema ukweli Azam FC una kikosi chao cha kwanza ambacho ni bora zaidi. Uh, leo kulikuwa kuna changamoto kwenye baadhi ya maeneo, hususan katika defense line yao walikuwa wanamkosa Yesson Fuentes Mendoza ambaye kimsingi ni mlinzi mgumu sana, very solid defender, na ni mlinzi ambaye amekuwa na partnership nzuri na Yoro Diaby, licha kwamba kuna mechi wanapoteza, lakini partnership yao ni nzuri amecheza Eva Meza ambaye kimsingi ni, ni kiungo wa ulinzi lakini anachezeshwa kama kiungo anachezeshwa kama mlinzi. Wakati sio mechi ya kwanza, mechi kadhaa hapo katikati amecheza kama mlinzi wa kati, lakini efficiency yake ya kuwa imara katika ile eneo imekuwa changamoto. Kwa iyo, mimi binafsi nilivyoona tu line, line up, nilikuwa, nimeanza kunusa hatari, sema kwa Young Africans ninavyojua kwenye safu yao kushambulia, hii hii line up ya safu ya ulinzi ya Azam FC kumaintain dakika 90 bila kuzuia bila kuruhusu goli sijuu itakuwaje. Ilikuwa anaamini kitu tofauti, na kweli wakapata mabao mawili, uh, uh, Young, Young Africans. Lakini angalia mabao yenyewe yalivyopatikana, hususan lile bao la kwanza. Uh, Prince Dube muda mwingi alikuwa anafanya mikimbio nyuma ya migongo yao, muda mwingi ana run katikati yao, anachukua mipira nyuma wale wakitega offside trick na amekuwa akikimbia akaenda katika box kuna mipira amepiga, goli kipa amesave, lakini mmojawapo ndo ule ambao aliupiga kutokea pembeni. Zuberi Foba alikuja kuja kuwasaidia walinzi ambao aliamini tayari wameshashindwa, kwa hiyo akaanza anakuja kuwasaidia. Dube akatambuka right side na akaona kuna eneo ya kuweza kupeleka mpira akapeleka, uh, lakini goli akaenda kumalizia pakamzuzwa, uh, goli la kwanza uh, likapatikana so lile goli ndo nalizungumzia zaidi kwa sababu ni goli ambayo naona kuna makosa ya kiulinzi ya moja kwa moja ambayo uh, yalitokana na, na Young Africans na Azam FC. Young Africans wakawa wametumia vizuri. Kwa hiyo kocha alikuwa anakosa first 11 yake. Alikuwa anakosa silaha zake muhimu katika maeneo muhimu ambayo uh, yanahitaji kuamua mechi. Wake pia ni changamoto. Kwenye eneo la kushambulia amecheza Abdul Sopu, hajacheza vibaya lakini mchezaji ambaye muda mrefu amekaa nje kutokana na injury. Uh, ni eneo ambalo pengine ungefikiria labda angeanza Zidane Sereli, lakini kocha aliamua kumwanzisha Sopo, nadhani kutokana na ile rekodi yake Sopo ya kuwa na matokeo mazuri dhidi ya Young Africans, ile iliyotokea mi, uh, miaka kadhaa huko nyuma. Djigui Diarra amemfunga mabao matano so far katika ligi na katika michuano mbalimbali, jambo ambalo limeyafanya kwenda na historia kwamba huyu ana kismati na huyu golikipa. Kwa hiyo akaamua kuanza naye Abdul Sopo. Nasoro Sadunya na kadi za njano tatu, hakupata nafasi ya kucheza leo, hakuwa sehemu ya mchezo. Kwa hiyo kukosa nyota wake muhimu katika maeneo muhimu kumechagiza kwa namna moja au nyingine, uh, kutokuwa yeah. tu, tu, na ile lit Mzinga, tutumalize na hili manake, tunaona ligi inaelekea ukingoni mm. Young Africans kuna viunzi kadhaa ambavyo watu walikuwa wanatarajia labda vinaweza kuwazuia, tunaona ana vizidi kuviruka ukitoa yeah. mchezo wa Simba Sports Club ambao bado una sitofahamu mm. Young Africans anaweza kutetea taji lake mm. mm. Uh, uh, kutetea taji inawezekana sana kwa sababu ndio yuko kileleni, na anaongozwa kwa points za kutosha. Simba ndo anamfuatia, anaweza kumsogerea. Mechi ambazo walikuwa naamini ni ngumu zaidi kwa Yanga. Ni hii, na ya Simba kama itachezwa ndio mechi ngumu zaidi, lakini wamefanikiwa kumfunga Azam. Kuna green light ya Young Africans kwenda kuchukua ubingwa. Timu zilizosalia Dodoma Jiji, sijui Kabakia, uh, Tanzania Prisons, Fountain Gate, Kabakia na Namungo ni wapinzani ambao Young Africans huwa wanawafunga sana katika michezo yake mingi ambayo amecheza huko nyuma. Katika michezo mitano ya mwisho kwa hizo timu zote, hamna hata moja ambayo imeambulia sale zote, nazifunga. Kwa hiyo kija kuangalia maana yake katika makaratasi hii ni favorite. Kwa maana Young Africans ni favorite. Kwa hiyo timu ambayo inaweza kasimamisha mbio za ubingwa za Simba awa wanaweza kufanikiwa kumzuia, lakini kwa asilimia kubwa ni mwenyewe mnyama mm. Ndo anaweza kumsimamisha Young Africans. Mziki wa mnyama ule wa jana inakupa taswira gani? <laughs> Yeah. Yes wamecheza so, vizuri lakini ile ni, hile ni cup competition katika ligi mambo yanaweza kuwa tofauti ana fixture zake na yeye miongoni mwa mechi zake ngumu ambazo zimesalia pamoja na Singida Black Stars. Licha kwamba amekuwa akipata matokeo mazuri na hii timu inayoitwa Singida, lakini mechi hiyo Singida itakuja tofauti. Kwa sababu Singida wamepoteza mchezo uliopita, leo dhidi ya Coastal Union, uh, Azam kapoteza, maana kale imbakia gap lile la alama moja. Kwa hiyo Singida anataka kumpindua Azam pale alipo kwa sababu kushiriki michuano ya kimataifa haikugarantii kwa nafasi. Inawezekana timu kombe la FA akaja kuchukua Stand United huko au timu nyingine tofauti ikawa tafrani. Kwa hiyo nawaona uh, Simba na wao wana fixture ngumu, lakini fixture ngumu zaidi ambayo imebakia ni ya uh, Singida Black Stars pamoja na Young Africans wenyewe. Lakini naamini, naona kama kuna picha ya dabi inaenda kuamua nani anakuwa bingwa msimu huu. Yeah. Kwa namna mpinzani wa Simba anakutana naye katika kombe la shirikisho, Stellenbosch unamwona. Stellenbosch ni timu nzuri ya timu nzuri, wamemtoa klabu Zamalek, one of the best club ya ya ya soka kutoka Afrika Kusini. Timu mpya imeanza, wamefika pale. Ni timu ambayo ina groom talents, wana talents nyingi, na timu ilianzishwa kwa lengo kubwa la kunyanyua talents za Cape Town. Wamefanikiwa kunyanyua talents nyingi, wanafanya vizuri so far uh, lakini Simba ni favorite kwenye hiyo mechi.